Guys, mbona mku niambia kuna methods mingi sana mtu anaweza tumia ndio asilipe fair kwa mati. Like, mi nilirealize kumbe wasee ni wakora huku nje. mi kuna jamaa nilikuwa naongea na naye ananiambia, Like, ye kulipa fair, maybe sasa kama amelazimika kabisa, lakini hata, hata make sure ame exhaust like methods zote before before saba analipa hiyo fair. na by the way, atinawambia ndio mtry out hiki tu Staff ukipatikana maneno, usiai sema ati mimi ndio nimekuadvise ama nini. Me, these are stories zenye mimi na get tu zenye wasee wamehepa. Na naona tu like eri eri ni waike tu hapa ndio mjue like kuna staff kama hizo zina hapa. Jamaa aliambia kitu ya kwanza kama atai, atapandia gari mid route. Eh? Tuseme for example hizi magari zinatoka tao zinaenda Juja. Mtu amepandia, amepandia tuseme maybe mahali kama Kiunguro ama tuseme Ruiru pale. Jamaa ananiambia ana anaingia pale na in fact, anahakikisha ana, ana, ana ameingia na crowd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 Huyu jamaa kaniambia ameepa hiyo design mara mingi sana. Wow. Nikajiambia this is really, man, it's like singe fikiria kitu kama hiyo. Jamaa ananiambia the second method ati tuseme for example kama yeye anasafiri na beshte yake ama just somebody, a colleague. So kitu jamaa anafanya wanahakikisha kwa stage, tuseme for example kama wanatoka tawa dhika, wanahakikisha like, kama huyu amekaa mbele hapa kwa kiti, jamaa anakaa like directly behind the the guy. Ndio, at least kama hata hiyo fare ilikuwa ruabe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 anaambia huyu jamaa mwenye maybe anakaa kwa dirisha, mimi nasikianga kutapika or something. Ama tu anampea tu ile excuse, anamwambia mimi nataka kukaa kwa dirisha. So sana sana conductor akiona umekaa kwa dirisha anaassume ya ameshamalizana na wewe juu umeingia kitambo kidogo. So inakuwa hutalipishwa. Ule jamaa kama alikuwa, kama alikuwa amelipa, si akiulizwa ataonyesha message na aseme mimi nimelipa. Bora tu asikome mtiaji asema ati ni kama wewe hujalipa juu ameona ukiingia na hajaona ukilipa. Hapo ndio pia unaweza hepa hivyo. like wasee mnakuwa na methods like, ananiambia bosi, ai kuwa mtu wa haraka haraka kutaka kulipa kondakta, makondakta saa zingine wanatupa mbao. Ukiona hajakuitisha do achana kumpea, unampea, unampea. unampea kwa nini? Hizi do tunatafuta kwa shida za hii bana. Unataka kupeana tu hivi hivi. Kama unaweza pata chance ya kuepa, epa. After amemaliza kunichapia hizo mbinu zote nikamwambia bro, mimi mi nitaendeleanga tu kulipa fare juu eh. Mi naogopa sana hii Nairobi manzee, sitaki kupigwa. <laughs> Unajua wase by the way wakipatikananga wanapigwa, unapata mtu hata mpaka unakosewa una heshima. Unaweza tolewa hadi viatu, unaweza tolewa hadi nguo, unaweza hadi hadi toja hadi, like uneza, uneza mess up na your life manzee. So sasa zile una risk. Kaa rada sana usikue tu ni unafanya for the sake. Hakikisha unajua risk zote na vitu kama hizo, usikue mtumbuaki ni man